Halo, tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika Novena ya Huruma ya Mungu leo siku ya Ijumaa, ikiwa ni siku ya nane. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako, washa mapendo yako. Peleka Roho wako, vitaumba upya na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu uliye Fundisha nyoyo za waumini wako ukiwaletea mwanga wa roho wako mtakatifu, tunakuomba utuongoze na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu, amina. Sala ya kutubu. Mungu wangu, ninatubu sana dhambi zangu, kwani ndiwe mwema, ndiwe mwenye kupendeza, wachukizwa na dhambi. Basi sitaki kukosa tena nitafanya kitubio, naomba neema yako nipate kurudi. Amina. Nia za novena siku ya nane, maneno ya Mwokozi. Leo niletee roho za wale waliofungwa bado tohorani, na uwazamishe ndani ya bahari kuu ya huruma yangu, humo mafuriko ya damu yangu yaazimishe miali ya moto mkubwa unaowachoma roho hizi zote. Hupendwa sana nami wako humo tolani kwa ajili ya kulipia haki yangu walioikosa hapa duniani. Wewe una uwezo wa kuwapatia faraja. Chota rehema zote za kanisa langu na uzitolee kwa ajili yao. Ungalijua tu ukali wa mateso yao, lo ungetolea daima sadaka za kiroho kwa ajili yao na kulipa deni zima la haki ya Mungu. Twaombee marehemu wa toharani wanaolipia haki ya Mungu, ili mtiririko wa huruma wa damu ya Yesu uweze kuwapunguzia, kuwapunguza na kuwafupisha mateso yao. E hey, Yesu mwenye huruma, uliyesema muwe na huruma kama baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Uzitazame kwa huruma roho zile zinazoteswa toharani kwa kulipia deni la haki ya Mungu walioikosea. Mtiririko ule wa damu na maji uliotoka kwa kasi moyoni mwako uzimishe milele miale ya moto mkali wa toharani ili huko pia huruma yako isifiwe na kuadhimishwa. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike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 Utuombe sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Baba wa milele, uzitazame kwa wema na huruma roho zile zinazoteswa so toolani wao pia wameingizwa ndani ya moyo wa mwanao mpenzi Yesu na uchungu wote ulioelemea moyo, moyo na roho yake. Onyesha huruma yako kwa roho zinazotiwa nguvuni na haki yako, uwatazame watu hao kwa njia ya madonda yake Yesu mwanao mpenzi, kwa kuwa tunaamini kabisa kuwa wema na huruma yako havina mwisho. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyoasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyoasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi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 Utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbu lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Na sadiki kwa Mungu baba mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na kwa Yesu Kristo mwanae wa pekee Bwana wetu aliyetungwa kwa Roho Mtakatifu akazaliwa na Bikila Maria akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato akasulubiwa akafa akazikwa akashukia kuzimu <coughs> siku ya tatu akafuka katika wafu akapaa mbinguni amekaa kuume kwa Mungu Baba mwenyezi toka huko atakuja kuwahukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amina. <coughs> Baba wa milele ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwana mwanao mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi <coughs> na dunia nzima <KawUSaman một> <coughs>. Kwa ajili ya mateso <material> makali ya, ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie <coughs> sisi na <Professionals> dunia <coughs> nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu mwanao mpendwa sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Yes Baba wa milele ninakutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpendwa sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhulumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele ninakutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhulumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo Utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele inakutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpenzi sana bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unayeishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unayeishi milele utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unaeishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Litania ya huruma ya Mungu. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie, Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Kristo utusikie. Kristo utusikilize. Baba wa mbinguni, Mungu utuhurumie. Mwana mkombozi wa dunia, Mungu utuhurumie. Roho Mtakatifu, Mungu utuhurumie. Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja, utuhurumie. Huruma ya Mungu iliyo sifa kuu ya muumba wetu, tuna kutumainia huruma ya Mungu iliyo kilele cha ukamilifu wa mwokozi wetu Tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo upendo usiopimika wa Roho Mtakasa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu, fumbo lisilofahamika la Utatu Mtakatifu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo ishara ya uwezo mkuu wa Mungu Mwenyezi, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyofumbuliwa katika kuziumba roho za malaika wa mbinguni, tunakutumainia huruma ya Mungu iliyotuumba na kutuamuru tuwepo bila kutokana na chochote tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotujalia maisha ya kutokufa tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotukinga na adhabu tunazostahili tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotuinua tutoke katika taabu, unyonge na maumivu ya dhambi zetu tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotufanya wenye haki katika neno aliyejifanya mtu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayofurika kutoka katika majeraha ya Kristo, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayobubujika kutoka ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotupatia Bikira Maria mtakatifu awe mtukufu awe kwetu mama wa huruma, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyoonyeshwa katika kuanzishwa kanisa Katoliki tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayopatikana katika mafumbo ya sakramenti takatifu tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotolewa kwa wanadamu wote kwa njia ya sakramenti ya ubatizo na kitubio tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotolewa katika sakramenti ya Ekaristi na upadirisho tunakutumainia huruma ya Mungu inayoonyeshwa kwetu pale tunapo, inapotuita, na kutu, na kutuingiza katika kuwatakatifuza wenye haki tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotimilika katika ukamilifu wa watu watakatifu tunakutumainia. Huruma ya Mungu, chemchemu ya afya kwa wagonjwa na wote wanaoteseka tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo faraja ya wote wenye uchungu moyoni tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo tumaini la roho zinazosumbuliwa na mkato wa tamaa tuna kutumainia. Huruma ya Mungu iliyo mwenzi wa daima na popote wa watu wote tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayowahi kutuletea neema zake tuna kutumainia. Huruma ya Mungu iliyo amani ya wao wanaokufa tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyoburudishwa na faraja yao marehemu torani Tunakutumainia huruma ya Mungu iliyo furaha mbinguni kwa watakatifu wote. Tunakutumainia huruma ya Mungu iliyo taji la watakatifu wote. Tunakutumainia huruma ya Mungu chemchemi ya miujiza isiyokauka. Tunakutumainia. Mwana kondoa Mungu uliye tuonesha huruma yako kuu katika kuikomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu, utusamehe e Bwana. Mwanakondoa Mungu uliojitolea kwetu kwa upendo kwa mapendo na huruma katika kila adhimisho la sadaka ya misa takatifu, utusikilize e Bwana. Mwanakondoa Mungu unayeondoa dhambi za dunia kwa njia ya huruma yako isiyo na mwisho, utuhurumie Bwana. Utuhurumie Kristo. Utuhurumie Bwana. Bwana Kristo, utuhurumie. Huruma anana za Bwana zi juu ya kazi zake zote. Huruma za Bwana nitaziimba milele. Tuombe. Ee Mungu uliye na huruma isiyo na mwisho na hazina ya wema, wema na upendo wako hazina mipaka, tunakusii ututazame sisi watu wako huku duniani na kutuongezea huruma yako tena na tena, ili itusaidie tusije tukakata tamaa hata mara moja, haidhuru tukumbane na majaribu makubwa kiasi gani bali tuweze daima kuzielekea na kuzishika amri zako kwa matumaini, na kutimiza mapenzi yako matakatifu ambayo ndiyo huruma yenyewe. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mwanao, mfalme wa amani na huruma, aishie na kutawala nawe na Roho Mtakatifu, kwa pamoja mkituonesha huruma daima na milele. Amina. Raha ya milele umpe Papa Francis, E Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Baba Francis, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele uwape marehemu wote E Bwana, na mwanga wa milele uwangazie, wapumzike kwa amani. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usinyime tukiomba katika shida zetu toposi zote, kila tuingia patalini ewe eh, kila mtukufu na mwenye baraka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina tumsifu Yesu Kristo milele. Amina na kushukuru wewe ambaye tumesali pamoja mpaka mwisho, na kesho Jumamosi itakuwa ni siku ya tisa ambayo itakuwa ni siku ya mwisho. Mungu atubariki sote, na nakutakia wakati mwema na endelea kuwa nami. Kama bado huja subscribe, unaweza kusubscribe ili uendelee kupata notification nitakapoweka tangazo jingine. Na ikimpendeza Mungu, kuanzia tarehe moja mwezi wa tano tutasali Uh, Lozali ya Fatima kwa utaratibu huu huu. Asante.